Unasemaje? Hebu uliza, sikumbuki. Na miaka sikumbuki, sikumbuki kabisa. Sina. Mi natumia gari ndogo tu, ateza mafuta yangu elfu ishirini ishirini na, na ukiikuta imezima usishangae barabarani. <laughs> Wewe panda, sikiliza, wewe subiri. Subiri, yeah. Panda, yeah. Gari utakayopanda. Yeah. Panda gari utakayopanda ya. Gari utakayopanda kuna gari na paki msikitini naitajeneza yeah. <laughs> haipimwi oili yeah. tairi zake miguu ya haipati pancha yeah. Ikienda, akibeba mbe utaenda umeinuka, akibeba mfupi utaenda umeinama, mpaka uwe subiri kiyama. Utakuta bahati mbaya umekufa Mbana. Leo kiama bado, miaka mia tisa mbele, umetutisha hela, na unaanza kuadhibiwa ardhini kabla ya kiama. Vibaya mno <laughs> vibaya. Wewe unamtishaje mimi hela? <laughs> sio mimi, okay. Inaniuma kuna watu wiki hawajala Allah. Kuna watoto yatima hawajala. Bora mimi naweza nikanywa maji nikasema sawa ama. Ama. E, kwa nini unawatisha watoto? kuna, kuna mtu ananunua kilo kumi nyama steak anawapa mbwa we, kilo kumi nyama anawapa mbwa, wanakula wakati kuna mayatima wako, wako. Mayatima inauma sana Wallahi <laughs> <Sijui walai, walasi. laughs> <laughs> nauma. Wewe unaenda kumpa chakula mbwa wakati kuna mayatima? Yaani, wewe ni binadamu kweli? Unawapa mbwa unaacha kuya mayatima. Siku moja, hebu toka na hela zako wakusanye mayatima eh, watafute watu ambie, wewe yatima mmoja, milioni arobaini hizi hapa, mradi wako huu. Wewe yatima wa pili hizi, alafu uangalie kwa Mungu utakuwa umefanya nini huo ndio uzuri wa hela. Siku ya kiama, ukimwona tajiri ameenda motoni, akutumia akili hela yake. Wewe una hela, unaenda motoni hmm. Hmm? utajenga